Naona na wafugaji wanaruka hapa mbele ya mgombea urais, morani wameshapandisha mori kwa furaha ya kumwona mgombea urais Dokta Samia Suluhu Hassan. CCM hoye! Wafugaji hoye! Wakulima hoye! Asante sana ndugu Mi naitwa Ali, Ali Meja ababa mkazi ya ka, Mkaramo ula ya Pangani, kata ya Mkaramo. Tunamshukuru mama yetu Samia, rais wetu, tunamshukuru kikubwa tunamshukuru, umetufanyia kazi nzuri, majosho, chanjo, nini. Kwa hiyo tunamshukuru, kazi yake aendelee safi hivyo hivyo, aendelee hivyo hivyo, tunamshukuru, asante sana. Mi naitwa Kilago Spai. Siku hiyo mama Oktoba tarehe ishirini na tisa nampa kura zake, apite aendelee kutuongoza vizuri, ninapongeza sana, nikifanya hivi, kipita mama.